Umewahi kusikia kilimo cha azolla? Haya ni majani ambayo yanatumika kwa ajili ya kulisha mifugo. Siku ya leo nataka nikuoneshe jinsi ambavyo yanaweza yakawa faida kwako. Ah, kama unavyoweza kuona haisi ni azolla, na zinakuwa zinalimwa shambani. Ni majani yanayoelea na yanakuwa yanatumika kama chakula cha mifugo, hasa hasa samaki na kuku, lakini pia hii inakuwa ina source kubwa ya protein, lakini pia inakuwa ina source kubwa ya vitamin pamoja na sosi kubwa sana ya amino acid na minerals. So inasaidia sana kubusti ni mia yako, amini, kubusti hawa mifugo wako waweze kutumika vizuri. Wanavunwa kwa nyavu kama kawaida, lakini pia wakati wa kuzitumia zenyewe lazima uzisafishe ama uzitengeneze. So ukishaziweka kwenye kifaa chako, unazitoa mizizi ama una just kutoa ule uchafuchafu na takataka ya yeah. Lakini the most important thing ni kwamba unaweza ukalisha zikiwa fresh, ama zikiwa zimekaushwa ukachanganya kwenye chakula cha mifugo. So tukisha zisafisha, most of times, wengi wanakaa kwa upande wa kuku tunawalisha wakiwa fresh, na kwa upande wa samaki tunawalisha wakiwa zikiwa zimekaushwa ili ziweze kukaa kwa muda mrefu. Lakini kama unataka kulisha hapo hapo, unaweza ukalisha fresh, unawarushia tu kwenye bwawa lako ya namna hiyo, afu wanakuwa wanashambulia, but usisahau kutumia pia chakula cha kawaida, kwa sababu at the end of the day lazima wale pia na chakula kingine ili kuweza kuboresha afya yao. Karibu ukihitaji huduma kama hii, just check me on WhatsApp, tutakupatia huduma zaidi na zaidi.